Mm -hmm. Nash- namshukuru Mm -hmm. Mungu siku ya leo niliona matendo Mm -hmm. ya Bwana asubuhi kabla ya kuja kanisani Mm -hmm. tulisimama nafunua Mungu Mm -hmm. nikasema, Mungu Jumapili ya leo Mm -hmm. lile neno ambayo umeniandaa kwa mtumishi wako Mm -hmm. niende nikafungua familia yangu. Mm -hmm. Nitakapo Nitakapoingia kanisani kwako Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa kila mtu kwenifanyilia nini, ukaguse haja ya moyo wake. Yaani tuliomba kuvanahili muda mrefu, mpaka baba an ameondoka ametuwacha ndani. Namshukuru Mungu tulipofika hapa, unaongoza kulendaunaongozaombe hapa, akanipataha akaniambia, mama, naona damu dau inamtoka nikamwambia nikamwambia njoo, tukatembea hadi nje, ikatuma gari, ndio nikamvua nguo niafikishe ndio imefanyaje, imetoka. Ndio yaani ni binti ambaye anakuta ku, kufunga miaka kumi na nane kupata kilio. Hospitali tunaenda <tuhi> tunawezea jamani, mwangalie ni shida nini? Sio hali ya kawaida eh? Lakini wanasema kwamba sisi hatuoni shida sasa hivi kwenye ibada ya leo kinaongoza maombi, nini kimetokea? Makofi makubwa kwa Yesu. Binti ya miaka mingapi? Kumi na nane. Hajawahi kuona siku zake lakini hapo nimekamata maombi na jiwa moto piga, vikafungua vifungo vikalaza. Ndio.